Mliokubaliana ambayo jamani, wapendwa, alhamdulillahi, Zuchu kaolewa na Mama Dangote karidhia, harusi mnaona mambo hayo, wa wako na Shehe Walid arusi tunayo na tunatamba nayo finally, waambea midomo shwa, shwa, shwa. Yani, I'm over excited kuliko Zuchu eh, hey! Maana nilivyoona tu kwanza mwili ukanitetemeka, nikasema alhamdulillah, finally jambo limepita. Diamond nikafanya jambo la maana sana ila tu tumwombeeni dua, adumu kwenye ndoa yake, lakini mimi nimefurahi sana sana sana namona mpaka Zuchu hapo kidogo kachozi kanamtoka, maana kaangaika sana na Diamond e, yani kama kuomba kama kuswali, basi aliswali sana na Mwenyezi Mungu akamkubalia dua lake. Jamani tuombe ni dua wadumu kwenye ndoa yao. Mimi I'm very, very much happy and I'm so excited for them. Yani maneno maneno yameniisha maneno, ehe Mungu maneno ameniondoka yote <laughs> And the good thing is that Mama Dangote mwenyewe karidhia na yeye ndio kaposti hizi posti katupostia. Kwahiyo yani ndoa iko na baraka zote za wazazi wote, kwa hiyo wambea kaeni pembeni wambea e, kaeni pembeni michepuko, kina Rita kina nani kina Dayana sijui nani, wote kaeni pembeni. Ndoa tunayo na tunatamba nayo e, alhamdulillah. Mimi hey, nimefurahi sana sana sana. Mungu awajalie kila la kheri kwenye ndoa yao. Basi mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, like and comment for more videos. Bye. kwa mahali yake mliokubaliana ambayo imeiliamaabaamahaliyaeoba